Sisi vyama vya siasa kumi na nne. Kwa hiyo nafungua mkutano huu kama mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa na kama mwenyekiti wa chama cha Ada Tadea, nachukua nafasi hii kumkaribisha katibu wetu wa, wa kikao hichi au umoja huu tuliokueko hapa sisi vyama kumi na nne, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha NRA Mheshimiwa Almasi Kisabia. Kama mwenyekiti alivyotangulia kusema Naomba nitaje vyama vilivyoshiriki katika uchaguzi huu vilivyoshiriki katika hatua hii ya mkutano huu leo katika press conference, tuna chama cha ADA TADEA, tuna chama cha DP, tuna chama cha NRA, tuna chama cha NCCR Mageuzi, tuna chama cha UDP, tuna chama cha AAFP, tuna chama cha UMD, tuna chama cha Demo... cha Makini tuna chama cha CUF, tuna chama cha NLD, tuna chama cha CCK, tuna chama cha UPDP, tuna chama cha TLP na tuna chama cha Sauti ya Umma SAU. Mheshimiwa mwenyekiti, ajenda ya kikao cha leo katika presi yetu leo tunazungumzia masuala matatu muhimu. Swala la kwanza ni ushiriki wa uchaguzi kwa vyama vyetu hivi. E, swala la pili ni swala la tume huru ya uchaguzi na swala la tatu itakuwa ni dhamira ya vyama hivi kuiondoa serikali ya CCM madarakani. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nikurudishie katika vyama 18 ambavyo kuwa vilisaini maadili ya tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi. Na katika nyakati tofauti tumekuwa tukitoa mapendekezo au tukitoa maelezo ya ushiriki wetu katika ushiriki wetu katika uchaguzi huu wa mwaka huu, kwa hivyo tunafanya hivyo baada ya kuridhika na baadhi ya kanuni sheria za tume huru ya uchaguzi, lakini mimi nitazungumzia tume ya uchaguzi ya Zanzibar, sisi vyama vya siasa kwa namna, alafu wenzangu watazungumzia tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa hivyo sisi tumeamua kushiriki kutokana na kwamba tulishirikishwa tokea hatua ya awali katika kupitia sheria, katika kupitia kanuni, na tukaona hii ni haki yetu ya kimsingi na kidemokrasia kama mnavyojua, vyama vya siasa tumeunda vyama hivi kwa ajili ya kuchukua dola kwa ajili ya kuwatumikia wananchi aidha kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, au baraza la wawakilishi pamoja na ngazi ya udiwani. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi leo iliyotuleta hapa kuja kuwaambia kwa tutashiriki sisi vyama kumi na nne na vingine ambavyo kwa vini haviko hapa tuliosaini haya maadili ya tume huru ya uchaguzi. Kwa hivyo mimi niseme tu, kwa upande wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Zeki, walitushirikisha katika nyanja tofauti za kupitia zile sheria, za kupitia zile kanuni, za kupitia maadili, lakini tume huru, tinda, lakini tume hii ya Zeki wamefika mbali zaidi. Nadhani vyama vyote tumeshapeleka majina ya wale watakaotoka kwenye vyama vyetu wakawa katika kamati za maadili na katika vikao vingine hii inaashiria nini inaashiria kwamba tume ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar Zeki ipo tayari na imejipanga vizuri na sisi kama wadau tumeridhika nao na matayarisho hayo na ndio maana tukasema tumekuja hapa mbele kuja kuzungumzia swala hilo lakini niseme tu kwamba kwa vile sisi vyama tupo wengi hapa basi nimkaribisha mkaribishi ameri Mheshimiwa Meri naye azungumzie yale yanaohusu uchaguzi wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Zek, halafu alafu na alimakame atamalizia. Kama kutakuwa na masuala baadaye mtazungumza, baada ya wasemaji wengine kuzungumzia tume huru ya taifa ya uchaguzi au u, a, baada ya kuzungumzia ushiriki wa uchaguzi kwa upande wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hiyo ni ajenda ya mwanzo. Mheshimiwa Meri, karibu. Jina langu naitwa Meri Hassan Ameri, ni katibu mkuu wa chama cha Makini lakini kwa niaba ya vyama vyetu, kama mwenyekiti alivyosema, sisi kama vyama kwa upande wa Zanzibar tuko tayari kushiriki uchaguzi, na malengo ya vyama vyetu kuenda kushiriki uchaguzi katika hali ya utulivu na amani. Lakini vile vile tuwaombe wananchi wa Zanzibar kuwa tayari kutunga mkono vyama vyetu, ile taswira ya kusema kwamba CCM ndiyo mshindi kila unapofanyika uchaguzi. Mimi niwaambie tu wanachama wa CCM na wananchi wa Zanzibar, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi ambao sisi kama vyama tumejipanga kwa Zanzibar, katika nafasi za uwakilishi, ubunge pamoja na urais wa Zanzibar, na vyama vyetu tayari vimeshapitisha wagombea. Mimi niwaambie tu wananchi wa Zanzibar, tuondoshe ile taswira inayozungumzwa kwamba Zanzibar ni mali ya CCM. Zanzibar sio mali ya CCM. Katika visiwa vya Unguja na Pemba vyama vyetu vipo. Wananchi wa Zanzibar, tukae kusikiliza sera na mtuchague. Lakini vile vile niombe tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEK wasiwe na ukakasi kututangaza endapo tutashinda, pamoja na kwamba wananchi wao ndio wenye mandate ya kumchagua ni nani wanayemtaka. Lakini tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEK, niwaombe sana mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, sisi kama vyama tumejipanga tukashiriki uchaguzi na tutakaposhinda watutangaze katika nafasi za ubunge uwakilishi na hata udiwani, lakini vile vile na nafasi ya urais. Tunajua Dr Mwinyi kafanya mengi katika awamu yake. Tumesikia ya CCM, tulikuwepo wametangaza ilani zao, lakini na sisi kama vyama tumejizati na ilani zetu na kila chama kwa nafasi yake watatangaza ilani zao. Wananchi wa zanzibar wakae tayari kuvichagua vyama bila kujali ni chama gani, bila kuijali CCM. Lakini mimi niwaombe tu CCM na nyinyi mridhike kwamba na sisi mrithike kwa manasisi tukishinda Mtu support kama tulivyowa support ninyi wenyewe. Kwa kweli vyama tumejiandaa kwa ajili ya kufanya uchaguzi ulio huru na wa haki kama ambavyo kwa umetangazwa, na kwa bahati kauli ya msajili wa vyama, vyama ndiyo roho ya uchaguzi. Kwa hiyo tume zetu, bila kuwa na vyama hatuwezi tukafanya uchaguzi, kwa sababu hakuna mgombea binafsi kwa mujibu wa sheria zetu kukabili uchaguzi. Kwa hiyo tunaingia katika uchaguzi tukijua wazi kwamba vyama ndiyo roho ya uchaguzi, lakini pamoja na yote tuna imani na tume zetu. Lakini nikizungumzia tume ya Zanzibar ni kwamba tumekubali sisi vyama vya siasa juu ya upigaji kura kura ya mapema, kwa sababu ni sheria ambayo kuwa imepitishwa katika baraza la wawakilishi kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo kwa sababu sisi tumekubali uchaguzi, tumekubali serikali zote mbili, kwa hivyo tunaamini kwamba tunaingia katika uchaguzi. Lengo letu ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunaiondoa CCM madarakani, hakuna njia nyingine. Lakini uchaguzi wetu hautokuwa ni sababu ya kuvunja amani, kwa sababu kama tunavyofahamu miaka ya nyuma ilikuwa Zanzibar hakuna uchaguzi karibu miaka minane, ili aliyokuwa akiongoza marehemu Abedi Amani Karume, lakini msingi mkubwa tuliokuwa tukiulinda ni amani. Lakini hata Tanzania bara kama tunavyojua, jamhuri ya muungano wa Tanzania ilikuwa kuna chama kimoja tu, lakini ilipofika wakati kwamba demokrasi imetawala, kwa hivyo ikabidi sasa vyama viweze kushiriki katika uchaguzi kwa lengo moja tu kwamba kila chama kijitahidi kwa malengo ya kuchukua serikali, kuiondoa serikali iliyopo ma, madarakani kwa maana ma, hiyo, tumeridhia tume ya uchaguzi, tumeridhia mfumo wa uchaguzi, tumeridhia serikali zilizopo, lakini tutapambana nao kuhakikisha kwamba na sisi vyama vyetu vinachukua vinaiondoa serikali sisi sehemu madarakani, kwa sababu lengo la chama chochote ni kuchukua dola. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wenzangu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na tumepata bahati kubwa sana, siku mbili zilizopita tulikuwa kwenye mkutano mkuu wa CCM, tulikuwa tumealikwa, jambo ambalo ni jambo jema, kwa sababu siasa sio wadui, siasa ni, ni kushindanisha sera kama sheria zinavyosema za vyama vya siasa kwa lengo la kuungwa mkono. Wenzetu wametualika kwenye mkutano mkuu wao na wenzetu wameturahisishia sana kazi kama viongozi wenzangu, mtakuwa mmeona, maana wameainisha silaha zao za kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 25, wameziweka kwenye ilani ya uchaguzi wa 2025 kama mtakuwa mme, mmeziona. Kwa hiyo kwetu ni bahati, miaka nyuma ilikuwa haijatokea. Kwa hiyo tunaenda kwenye uchaguzi huu tukiwa na kazi nyepesi ya kujua kwamba tunaye kwenda kupambana naye atakuja na mbinu zipi za kuwashawishi wananchi ili waweze kumchagua. Nina imani kabisa katika uchaguzi huu sisi vyama e, kumi na nne ambao tuko hapa, ambao naamini sote tunaendelea na mikutano yetu ya vyama ya kujipanga, ya kujiandaa, tunakwenda kuleta mabadiliko makubwa sana ya kisiasa hapa nchini katika uchaguzi huu unaofuata wa ishirini ishirini na tano na naamini sote tuko tayari katika lengo hiyo lakini pia tumekuwa na bahati kubwa sana e, kwenye mwaka huu wa uchaguzi, mbali ya hiyo tuliopata kwenye mkutano mkuu wa CCM kuonyesha sera zao. Lakini pia kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza taifa e, linakwenda kushuhudia uchaguzi utakaokuwa unasimamiwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi, sio tume ya taifa ya uchaguzi tume huru ya taifa ya uchaguzi kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo tunaimani kabisa kama walivyosema wa Zanzibar kuhusu Zeki na bara, msio na wasiwasi ekwa tuna, baraza, tunaimani uchaguzi utakuwa mzuri katika eh, eh, eh, engo, engo ya, ya mchakato mzima wa uchaguzi, na mafikirio yangu na ndivyo dhamira yangu inavyoniambia inawezekana kabisa ule ukomo wa CCM kuwa madarakani ni mwaka huu, kwa jinsi ambavyo vyama vyetu vimejiandaa. Tuna mashirikiano ya kuelekana kwenye, kwenye, kwenye mikutano mikuu yetu, tunajua namna ambavyo tutafanya. Kwa hivyo ninaamini kabisa kwamba ninaamini kabisa kwamba ishirini e, na sita tunakwenda kuona serikali mpya kabisa, na nafikiria kwa sababu ya umoja huu tulionao vyama kumi na nne sisi sehemu, wanakwenda kutuachia majimbo, wanakwenda kuyaaga kata, na pengine rais anatoka miongoni mwetu. Mimi natokea ni NRD, niko katika hii forum ya vyama hivi kumi na nne. Mimi chama changu kimeshaniteua kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo inathibitisha utayari namna ya kushiriki uchaguzi huu kikamilifu. <clears throat> Imani yangu na imani yetu kubwa, ambayo inatusukuma tuone kwamba tunakwenda kufanya vizuri katika uchaguzi huu na kushinda. Kama mnakumbuka, vyama vyetu vya vya siasa na wadau wa siasa wamekuwa wakipigia kelele muda mrefu sana mabadiliko ya sheria za uchaguzi katika taifa letu imekuwa ni muda mrefu sana, na ikafika hatua kikaundwa kikosi kazi, kikaitwa jina kikosi kazi cha rais, na chenyewe kikachakata maoni zaidi ya themanini katika mkutano ule uliofanyika Dodoma, na baadaye vyama vya siasa na wadau mbalimbali wakatoa maoni yao ya kufanya mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi na sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi. Sasa, imani yetu vyama vya siasa ni kwamba mabadiliko ya sheria yaliyofanyika yanatupelekea kuamini kwamba tunakwenda kushinda chaguzi zijazo za mwaka 2025. Haya nimetaka niyatangulize kwa Watanzania kwa sababu watu wanajiuliza maswali kwamba chaguzi zilizopita zilikuwa na kasoro nyingi za kisheria. Lakini nataka niwafahamishe Watanzania kwamba sheria ya uchaguzi imebadilika. Zamani mgombea akicheza michezo yake, aidha ya kununuliwa au ya kujiondoa akili, akasema mimi sigombei kwa matatizo mbalimbali mbali ndani ya chama chake, basi mgombea wa chama kingine anapita bila ya kupingwa. Jambo hili tumelipigia kelele, kwa sababu majimbo ambayo yana wakubwa wa nchi hii majimbo mengi yamepita bila ya kupingwa na wamekuwa wabunge ambao hawana idadi ya kura za Watanzania. Miongoni mwa majimbo yaliyoathirika lilikuwa jimbo la Handeni mwaka elfu mbili, marehemu Kigoda wakati anapambana na marehemu Alikibao kwa upande wa kafu. Marehemu Alikibao akashindwa kurejesha fomu akidai ametekwa nyara, Kigoda marehemu akapita bila ya kupingwa. Sheria hiyo, ndugu Watanzania, imefanyiwa marekebisho kwamba mgombea kama atakuwa peke yake, Watanzania watapata fursa ya kwenda kupiga kura ya ndio au ya hapana. Miongoni mwa sheria zilizotupa matumaini makubwa kwamba tunakwenda kushinda uchaguzi, imani yetu imetuwekea katika eneo hilo, kwamba kumbe kuna fursa pia, mnaweza kwenda kumkataa mgombea ambaye hastahili kuwa mgombea katika eneo la jimbo au eneo la kata haya ni baadhi ya marekebisho ya sheria iliyofanyika ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Na mabadiliko haya, Watanzania wafahamu, kuna upinzani mkubwa, kuna upinzani mkubwa ambao unatokea kwa namna mabadiliko haya hayakidhi haja ya uchaguzi huu. Nataka niwape taarifa Watanzania tokea mwaka 1984 katika sheria ya uchaguzi marekebisho makubwa yamefanywa katika uchaguzi huu. Naitwa Dr. Evelyn Munisi, Katibu Mkuu wa NCCR Mageuzi. Kama walivyotangulia wenzangu, sisi vyama vya siasa tumejipanga na tuko tayari, tuna nia na dhamira halali na madhubuti kabisa ya kuchukua dola. Mwaka huu kwa mara ya kwanza, historia inaenda kuandikwa. Tanzania kuongozwa na chama cha upinzani uwezo huo tunao na nguvu hizo tunazo. Sisi kama vyama vya upinzani kama mnavyotuona hapa, tuko vyama kumi na nne, kila chama kwa sera yake, kila chama kwa ilani yake, lengo letu ni kuchukua dola tu, maana yake ndio lengo kuu la chama cha siasa. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na tuambie tu wenzetu wakae mguu nje mguu ndani, sisi tunakuja na nguvu tunakuja na nguvu ile ambayo hawajawahi kuiona. Tunakuja na kasi ya kimbunga ambacho hawajawahi kukiona. Kwa hiyo, niwaombe wa Tanzania huko mlipo, mnaotutazama, mnaotusikia, mtupokee, mtuunge mkono, mshirikiane na sisi. Malalamiko tumeyasikia, mambo yote yanayoendelea tunayaona, mnavyolalamika, mnavyopiga kelele, sisi tumesikia. Ili kunyamazisha hizo kelele zenu, ili kuondoa hizo sintofahamu zenu, shirikianeni na vyama vya upinzani, tushike dola tuiondoe CCM madarakani. Kwa hiyo tunakuja, shime Watanzania wote wake kwa waume, vijana kwa mabinti, shirikianeni na vyama vya upinzani kwenye michakato yote ya uchaguzi. Na uzuri ni kwamba tume huru ya taifa uchaguzi, ya uchaguzi, marekebisho ya upigaji wa kura ya urais yamefanyika, popote ulipo unapiga kura ya rais Mtanzania. Kwa hiyo hakuna figisu. Hakuna ku, hakuna kunyonyana, hakuna kudanganyana. Utapiga kura ya rais kokote ulipo, upo ofisini, upo sokoni, upo stendi. Kwenye kituo cha kupigia kura utakwenda kumchagua rais wa upinzani, kama ni NCCR, Datadea, DP, chagua upinzani. Tunataka kuiondoa CCM madarakani, na tunaweza tukishirikiana na nyinyi wananchi Hayashime viongozi wenzangu, tupambane, tujipange vizuri, tusimame imara, nguvu tunazo na uwezo tunao, tunakwenda kuiondoa CCM madarakani. <laughs> <laughs> Na nitajibu kwenye lengo mbili. Moja, nimesema wakati tunafungua vyama vyetu, bado vinaendelea na mikutano mikuu, lakini katika mikutano mikuu hiyo pia ajenda zinazojadiliwa ni kuwa na uwepo au utayari wa kuungana sawa tunajadiliana huko ndani. Kwa hiyo muda bado tunao mrefu, baadaye tutakuwa tuna mkutano vyote kujadiliana, kupokea mawazo ya kila chama ili kuona tunaendaje kwenye uchaguzi. Sasa muungano huo huko wanaenda mbili, kuna muungano wa dhahiri na muungano wa siri, zote ni mbinu za kivita ambazo zitazitumia kuhakikisha kwamba CCM mara hii anaondoka madarakani, hiyo tumeungana kwa dhahiri au tumeungana kwa lakini swali la pili na hili ndaliacha kwenda nlicho bali. Hivi na nyinyi kwa nini msifikirie mkaungana mkawa chombo kimoja tu? Maana ukienda kwenye meza magazeti pale unashinda ununue lipi? Lakini mngekuwa na magazeti moja tu, mtu akienda pale kama ni TV akifungua, maana unafungua hii TV, ah, ilikuwa TBC bwana ile. Ushaikosa kumbe wewe ulikuwa na TV. Kwa hivyo na nyinyi mngetafakari wakati mnatufikia sikuungana na nyinyi mfikirie kuungana ili mtupunguzie mzigo wananchi wa matumizi lakini e, mwisho mwisho wa siku wajumbe wamezungumza, msha wenyekiti eh, na yaliyozungumzwa hapa ndio ambayo tuliyajadili na wenzetu ambao wako upande wa pili, na nadhani hapa kuongezwa kitu ama kupunguzwa yale ambayo tulijadiliana ya sote kwa pamoja. Kwa hiyo hali tunayozungumza maana yake ni msimamo wetu sote kwa pamoja. Kwa hiyo tuna, tunaomba Watanzania sasa, wananchi wavipokee vyama hivi vya, vya siasa katika kuchagua sasa tubadilike, tume- tunataka tuende mbele, tunataka tufungue ukurasa mpya ambaye kila mwananchi ana haki ya kumchagua kiongozi yoyote, awe awe diwani awe mbunge awe rais, kutoka ka, katika vyama vyetu hivi kumi na nne kama alivyosema katibu mkuu wa chama cha DP kwamba tutaangalia uwezekano bora na mzuri, tukiamua kwamba tunamchagua mgombea wakafu, tumuunge mkono DP au adatadea au NCCR au NRA au chama chochote kile cha siasa nad, basi tutaamua sisi vyama kumi na nne. Lengo letu ni kuiondoa CCM madarakani, na sisi tukashika dola, tukaleta mabadiliko. Tunazo ilani nzuri za vyama vyetu vya siasa. Tutaangalia utaratibu na, mfano, na, na njia ipi bora ya kufanya, lakini tunatumia nafasi hii kutaka ridhaa yenu wa Tanzania na kuhakikisha kwamba tunalinda amani yetu, tunalinda umoja wetu na uzalendo wetu. Mko tayari? Hapo nyanyoni juu nyinyi nj, nj, e, kile kiapo. Sisi vyama vya siasa kumi na nne Acha sera ziongee, tunakwenda kushiriki uchaguzi huu katika hali ya amani na utulivu. Acha sera ziongee, tunaomba watanzania tuunge mkono na kutuchagua. Acha sera ziongee, tunaahidi ushirikiano katika kupiga kura kwa njia ya amani na utulivu. Sisi vyama vya siasa vya Tanzania tuko tayari kutoa mashirikiano kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi na tume ya taifa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar zeki. Tutashirikiana katika kulinda amani na utulivu na kuweka uzalendo wetu na utaifa wetu mbele. Ni imani yetu kwamba tutashirikiana sote na kufanikiwa kutoka mgombea urais, ubunge na udiwani kutoka vyama hivi kumi na nne vya, vya siasa.